Raisi wa Cameroon mwenye umri wa miaka tisini na miwili, Paul Biya ametangazwa mshindi katika uchaguzi uliokuwa umegubikwa na utata mkubwa na baraza la katiba, Paul Biya ameibuka mshindi kwa kupata asilimia hamsini na tatu nukta saba ya kura ikilinganishwa na thelathini na tano nukta mbili ya mpinzani wake mkuu Issa Shiroma Bakari. Biya ambaye ni mkuu wa nchi mzee zaidi duniani, sasa atahudumu kwa muhula wa nane mfululizo. Biya ali madarakani kwa mara ya kwanza mwaka 1982. Shiromba Bakari halidai kushinda uchaguzi huo hapo awali, akisema baraza la katiba lilitangaza matokeo yasiyo na ukweli. Mitaa katika jiji la Bamenda, magharibi mwa nchi hiyo, imeachwa bila watu kutokana na hofu ya machafuko. Takriban watu wanne wameuawa Jumapili ya Oktoba 26, 2025 katika mapigano na vikosi vya usalama katika mji ambao ni kitovu cha biashara Diwala. Wafuasi wa upinzani walipinga marufuku ya maandamano, wakisema chama tawala kinataka kuaibia ushindi. Pobia, aliyechaguliwa tena kuwa rais wa Cameroon, ndiye mkuu wa nchi mzee zaidi barani Afrika na duniani kwa ujumla, na ni wapili kwa kuvunja rekodi ya kukaa muda mrefu zaidi madarakani barani Afrika. Bia anajulikana kwa kukaa nje ya Afrika, huku akipendelea kukaa katika hoteli za Uswisi na mara nyingi kutokuwepo kwa muda mrefu hadharani kulisababisha kutokea kwa uvumi kuwa alikuwa amefariki. Bia aliingia madarakani mwaka elfu moja mia tisa themanini na mbili akimshinda mlinzi wake na mtangulizi wake Ahmadi Ahijo akiahidi mageuzi ya kiliberali kabla ya kuimarisha umiliki wake wa uraisi. Sifa anayosifiwa Bia ni pamoja na upanuzi wa shule na vyuo vikuu vya umma wakati wa uongozi wake na jinsi alivyoshughulikia mzozo wa Bakasi ambao ulishuhudia peninsula yenye utajiri wa mafuta ikikabidhiwa kwa Cameroon badala ya Nigeria. Lakini chini ya uongozi wake, Cameroon iko karibu mwongo mmoja ndani ya wasi wa vurugu wa kujitenga katika nchi za magharibi zinazozungumza Kiingereza. Ukosefu wa ajira unasimama kwa asilimia arobaini kwa walio chini ya umri wa miaka thelathini na mitano. Barabara na hospitali zinabomoka, na uhuru wa kujieleza ni tatizo linalofichwa kuliko ukweli unaoonekana nje. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.